Siti alizaliwa Fumba, kaskazini mwa Unguja huko Zanzibar. Waswahili husema kuzaliwa masikini si kufa masikini. Mwenyezi Mungu alimbariki Siti kipaji cha kipekee sana cha uimbaji, kwani alianza kudhihirika kuwa ni mwenye kipawa cha kuimba tangu hapo awali. Alipokuwa mdogo, alikuwa akitembeza mtaani viungo vya mama yake kuuza kwa watu mbalimbali, na pindi iliposikika sauti yake, watu walijua huyo ni Siti, kwani alikuwa na sauti ya juu na nzuri. Miaka hiyo ya zamani, wanawake walionekana viumbe duni sana, hali iliyopelekea kunyuma mahitaji mengi sana na kutopewa haki zao za msingi kama vile kusoma na hata kusikilizwa. Basi mama huyu hakubahatika kusoma elimu yoyote ile, si shule wala madrasa. Kutokana na ugumu maisha ya mwaka 1911 Siti aliamua kuhamia mjini angalau apate urahisi wa maisha. Na hapa unaiona imani ya mjini ni kubwa tangu awali, wazee wetu nao walifanya hijira kutafuta wapesi wa maisha. Alipofika mjini, binti Saadi alikutana na mwimbaji mmoja wa taarabu kutoka katika kundi la Nabi Ikhwani Sofa aitwaye Muhsin Ali, na kundi hili lilikuwa limeanzishwa na Sultani Said Barghash na wakati huo kundi hili lilikuwa na waimbaji wa kiume tu. Wanawake hawa hawakuruhusiwa kuimba, kwani iliaminika ni tabia mbaya. Msikilizaji, huu ni mwanzo wa sehemu ya kwanza ya makala hii inayomhusu Siti binti Saadi na mkuki wa sauti yake. Tukutane katika sehemu ya pili.